Na viongozi wa kisiasa sasa wametoa wito kwa Wakenya kususia siasa za ugawanyaji ili, ugawanyaji ili kuimarisha hadhi ya maisha eh, humu nchini. Akizungumza katika hafla ya mchango eneo la Seme, kaunti ya Kisumu, gavana Murang'a, Irungu, Kang'ata, wa Murang'a Irungu Kang'ata aliitilia mkazo umuhimu wa umoja wa kupuuza uchochezi wa kikabila. Ile karura tulikuwa tunapigania tukiwa vijana, haikuwa yangu ya haikuwa ya huyu, ilikuwa ya kuensure Karura haijaenda na watu wachache ambao walikuwa wanafanya corruption enzi hizo. Therefore, this Kenya yetu lazima tuache ukabila, tufikirie kama Wakenya, tuombe tuwe na viongozi wataangalia Kenya yote. Sisi kama binadamu mbele ya Mungu tunake kama wewe ni mbaya tu tuangalie anku ingi sasa, who has the job, is it us or you? yeah. Sasa fanyeni kazi ndio tuone vile mambo yataendele yataendelewa. Hey! hey! nah, mtazamaji